Mara ni bora diwani ya kuambie bwana mkurugenzi, mradi wangu mimi utakaonipatia watu wangu utakaonisaidia mimi hata kwenye siasa yangu, ni mradi fulani. Kwa hiyo niwekee nguvu kwenye mradi ule ukamilike. Kwa hiyo hata kama ni wa milioni hamsini au mia, hata kama ni kwa miaka mitano, ni uo huo, lakini uishe mradi na watu waseme mradi fulani mkubwa umetekelezwa. Mwisho wa siku inaonekana Sengerema hakuna mradi wote mkubwa ambao unatekelezwa na baraza la madiwani, ni miradi tu pinat ambayo haina msaada wote, haina impact yoyote. Lakini ziko halmashauri zikikusanya, wanasema mmeona soko lile pale la milioni mia tano, ni fedha za mapato ya ndani. Mmeona mradi ule hospitali kata fulani milioni mia nne, ni fedha ya halmashauri. Mmeona mradi ule, kuna achwa alama lakini ukisema mgawane ili mradi kila mtu apate. Huyo apate bilioni mbili huyo apate laki tano, huyo apate nini? At the end of the day, miaka mitano inaisha, hakuna chochote kimefanyika. Kwa hiyo ushauri wangu ni lazima miradi ile ambayo ni mikubwa, halmashauri kuwekeza nguvu. Badala ya kugawana kidogo kidogo, ili kila mtu apate zangu ni lazima vyanzo vya mapato, tuking'ang'ania tu vyanzo vya mapato kwamba tujenge choo stendi, tujenge choo stendi, kwa mwaka inaingiza shilingi ngapi choo? Tuwe wabunifu wa kubuni miradi mikubwa. Na hizi halmashauri, kuna watu wanaitwa maafisa mipango, wao wanatakiwa waandike miradi ya kimkakati waipeleke Tamiseni Tamizeni wao wanatoa fedha. Ni kuwa mkuu wa mkoa wa Mara, pale ukifika Tarime mjini tulijenga soko lenye thamani ya shilingi bilioni zaidi ya ishirini, lakini ni wataalamu wa halmashauri wameandika mradi mkakati, umeishawishi serikali, kwa sababu iko komponenti ya miradi ya kimkakati, tumeletewa fedha. Wale wataweza kuendelea pale. Jiji la Mwanza pale mradi wa kimkakati wameandika wameletewa bilioni mia moja ishirini na tatu. Soko kubwa la kisasa, miradi ya kimkakati halmashauri, injini yake ni nyie wataalamu sana. Mkiwa wataalamu ambao wa hata hamewasaidii viongozi wenu hata kuandaa vikao vizuri, maana yake wao ni wataalamu feki. Mkiwa wataalamu hakuna hata ubunifu wa miradi kuishawishi serikali kuwashawishi wahisani waweze kuwekeza kwenye miradi mikubwa mikubwa, mnategemea serikali kuu peke yake. Hiyo haina msaada kokote na hakuna tija ya kuwa na wakala huo. Ndio ukweli, semeni kweli hata kama ukweli unauma. Ukweli una tabia ya kutokupendwa na watu watu wanapenda wakae sehemu wadanganyane na danganyane, lakini ni lazima tuambiane ukweli. Sengerema ushakuwa mji mkubwa, kwa hiyo ni vizuri tukawa wabunifu, ni vizuri tukawa